Baada tu ya kusambaa kwa taarifa ikiwa inaonesha mke wa marehemu MC Pilipili akiwa amewatanguliza au amewatuma ndugu zake kwa ajili ya kutangulia msibani, na tumeweza kuona vurugu kubwa iliyoweza kutokea, namna ambavyo ndugu wa marehemu MC Pilipili wameshindwa kabisa kuwaruhusu ndugu wa mke wa marehemu MC Pilipili kuingia katika msiba, badala yake wakawazuia, alafu baadaye wakawaambia kwamba mnatakiwa kuja na alie watuma na wala sio mje peke yenu. Kama hivi tumeweza kuona ni akili kubwa sana ambayo mke wa MC Pilipili ameitumia, kwa sababu tu alitaka kujua watapokelewaje, ili mradi na yeye afahamu anaezaje kuenda katika katika msiba msiba huo huo, au itakuwaje akienda. Na baada ya kupata majibu uh rasmi siku ya leo, mke wa marehemu MC Pilipili ametua Dodoma kwa ajili tu ya kuhudhuria msiba huo. Tumeweza kuona uh, video nyingi sana zimepostiwa katika ukurasa wa Instagram, katika media tofauti tofauti zikiwa zinamuonyesha mke wa marehemu MC Pilipili akiwa amevalia nguo hiyo hapo e, nyekundu yani suti nyekundu akiwa anaonesha ana majonzi sana akiwa pamoja na moja kati ya ndugu yake ambaye alikuwa anamfariji kwa kipindi hicho na tumeweza kuona analia mwanzo mwisho e, tangu ashuke e, katika basi pale stendi ya Dodoma basi unaweza kuona ni kwa namna gani huyu dada anapitia mambo magumu sana. Kwa sasa hivi Anapambana na vitu viwili anapambana na maumivu ya kumpoteza mume wake kipenzi MC Pilipili, ay, lakini pia anapambana na maneno ambayo anaendelea kuzushiwa kwenye mitandao ya kijamii tumeona maneno mengi sana huyu dada amerushiwa wengine wakiwa wanadai we mwanamke ni nyoka we mwanamke, ay, basi ndiye ambaye umesababisha mwenzako Mzo mitandaoni bado haijathibitika wazi, lakini baada tu ya mwanamke huyu eh, kutua eh, katika mji wa Dodoma eh, basi waandishi wa habari walitamani kumsikia, lakini ilishindikana. Mwanamke alikuwa analia tu, mwanamke hataki eh, kusikia chochote eh, kwa sababu ya ile maumivu makubwa ambayo eh, anapitia, lakini bado eh, waja hawajaacha kusema, wengine wakiwa wanadai amepata wapi nguvu ya kuvaa suti msibani na huku ukiangalia anaelekea kwa wakwe zake eh, a angetakiwa at least basi atafute vazi fulani hivi la heshima, labda baibui e, au dera e, namna fulani hivi labda angejifunika na kanga, vitenge, ili mradi tu tuweze kuona majonzi yake makubwa e, lakini namna ambavyo eh, amevalia suti nyekundu eh, basi inaonesha wazi bado huyu dada ana nguvu na bado eh, hichi kifo cha mume wake kimemuuma, lakini sio sana kivile eh, kwa sababu tayari ndoa yao ilikuwa na kashikashi tayari. Yeye pamoja na mwenzi wake walikuwa na tofauti eh, kadhaa hivi ambayo ikapelekea wakashindwa kabisa kuelewana na wakashindwa kabisa kuendelea na mahusiano yao, mpaka kufikia hatua huyu dada, inasemekana tayari alishaanzisha mahusiano na mwanaume mwingine eh, lakini ikashangaza sana mashabiki mwingine akakomenti, akasema, inawezekanaje ndoa ya Kikristo tunajua mpaka kifo kiwatenganishe eh, huyu dada tayari ana ujauzito tayari ameanzisha mahusiano na mwanaume mwingine eh, basi tunaweza kusema sio kila eh, mtu anaamini kile kiapo cha pale kanisani na kukitekeleza. Wengine mara nyingi sana huwa wanavunja kutokana na hali ngumu ambazo wanapitia katika eh, ndoa zao, lakini mwingine akawa anadai ni bora tu eh, hata ndoa za Kikristo siwe kuachana talaka e, yani kama mtu anataka kumpa mwenzake talaka iwe ruksa kabisa ipitishwe e, ili mradi tu baadaye watu wakipeana talaka, maisha mengine yaendelee, kila mmoja aendelee na maisha yake. Lakini imekuwa ni tofauti e, bado hiyo ni sheria lakini pia ni kanuni ambayo huwa inafuatwa katika dini ya Kikristo na itaendelea kufuatwa hivyo e, kwa sababu tumezikuta, tutaendelea kuzifuata e, wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza, una lipi la kumwambia mke kipenzi wa marehemu MC Pilipili baada tu ya kufika Dodoma kwa ajili tu ya kuhudhuri ya kuhudhuria mazishi ya mume wake kipenzi ambayo yatafanyika siku ya Alhamis, tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na on notification.